masuala ya kisiasa ambapo naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki amebaini kuwa anaendelea kumsaka kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka kwani anashirikiana na viongozi wasio na ajenda ya kuwanufaisha Wakenya. Kindiki amesema viongozi anaoshirikiana nao Kalonzo wanaeneza ukabila na matusi wakati ambao yeye ni kiongozi wa kitaifa na aliye na nia njema kwa Wakenya. Amezungumza haya alipokutana na baadhi ya viongozi na wakazi wa kaunti ya Kitui. Zablon Macharia anatoa Ubabe wa kisiasa unapoendelea kati ya aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua na naibu wa rais profesa Kithure Kindiki, naibu wa rais profesa Kithure Kindiki amebaini kuwa anaendelea kumtafuta kinara wa waipa Kalonzo Musyoka kwani ameshikana na viongozi wasiokuwa na nia nzuri, akisema ameshikana na watu wanaoeneza ukabila na matusi, wakati ambao yeye ni kiongozi asiyekuwa na desturi kama ile. Mimi bado na, na jaribu namna hii namna hii eh, bado hata hata ule ndugu yangu I have not given up. Yeah, I have not given given up up namna hii tu, don't worry, msiwe na haraka ya, naenda kushikana na watu wengine hapo wa bure, watu ya matusi na yeye ni mtu mungwana. Is a good man. Decent man. Decent. Sasa wanaenda kumfundisha mambo ya matusi, mambo ya ya ukabila. Na is a good man. Kando na hayo, amedokeza kuwa kuna viongozi waliokuwa nadhani kazi ya naibu wa rais ni kushindana na rais japo akisisitiza kuwa ataendelea kumsaidia rais ili kufaulisha miradi ya kitaifa kwa sababu kazi ya deputy president, kwani ni kazi gani? Sikusaidia rais, iko kazi ingine? Kuna wengine mafikira yao sijui imejaa nini, anafikiri deputy president kazi yake ni kushindana na rais. Yes, hawaelewi, they don't understand the job description Akiongeza kuwa hakuna eneo la Kenya litatengwa kimaendeleo hata kama hawakuunga mkono serikali iliyo mamlakani. Yes, so sisi tumesema ya kwamba ile siasa potovu ya kusema hao walipiga kura, hawa hawakupiga kura, hiyo ni siasa kinyume na katiba na sheria ya Kenya. Wananchi wote watapata huduma sawasawa. Amezungumza haya alipokutana na baadhi ya viongozi na wakazi wa Kaunti ya Kitui, huku akiwarai wakazi wa Kitui kujiandikisha kwenye bima ya afya ya SHA ili wanufaike. Pale Kitui target yetu ni wananchi milioni moja nukta moja. 1.1 million people. Na already wale wamejiandikisha sasa ni 400,000 which is like 35%. Hiyo iko chini So mujikaze, na mimi hivi karibuni nitatafutana na community health promoters wa Kitui, tuketi chini nao tupangane vile watasusaidia katika kuhamasisha, kuhamasisha wananchi kujiandikisha kwa mambo ya bima ya afya. Zablon Macharia, Undugu TV.